Na mimi mnajua mimi ni jirani yenu hapa. Ni eh? Eh? Wako ni mosie? Ni mosie? Na nikiongea hivyo naongea kama mmoja wenu, kama jirani yenu, kama rafiki yenu. Na mimi viongozi wenu wote ni marafiki zangu, hata wale wako upinzani. They are my brothers, ni watu yangu, ni marafiki huyu Mheshimiwa Kalonzo tumetoka naye mbali sana, na mimi umesikia, hakuna sasa siku moja nimetusi Mheshimiwa Kalonzo, umesikia hata siku moja mimi namkosea heshima eh? kwa sababu ni ndugu yangu, anatafuta tu mambo hapo hapo hapo namna hii, labda hajapatika. Kuna siku nyingine alikuwa Vice President eh, mahali niko saa hii you know, na, unajua mambo ya huko mbele ni Mungu anajua, so we must, we must must not spoil the national mood with useless politics, with division, with war. Kwa sababu nimeona sasa my brother Kalonzo, kuna watu wameshikana nao pale, na mimi nitaongea na Mheshimiwa Kalonzo, kwa sababu Mheshimiwa Kalonzo mimi namuelewa, ni kiongozi mzuri, ako na heshima zake, amesoma, ni mstaarabu. Hii siasa ya matusi na kisirani na ukabila sio ya Kalonzo. Kuna watu wanataka kumharibia CV na wale watu wana saa hii, ati saa hii ndio wanajifanya ni marafiki wakubwa wa Kalonzo, na juzi walikuwa wanamtukana ikanatig, si walikuwa wanamtukana, sijui kwako kura ni kidogo, sijui nini, mambo kidogo hapo ya ujinga na kutusi na, na, na watu. Mbona saa hii, kwani kura ya Kalonzo imeongezeka saa hii? Imeongezeka saa hii, siku gani? Na last year, yesterday ilikuwa kidogo, leo imekuwa mingi. Imetoka wapi usiku, usiku moja. So, mimi nitatafuta huyo my elder brother Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa zao tuko na heshima na yeye sana. Hata mtoto yake yule mkubwa mimi ndiye nilimfundisha kule university kule Kennedy ilikuwa profesa yake huko. Na nikamtengeneza namna hii namna hii namna hii. Nikamtafutia hata shule nyingine akaenda Australia. Sasa, ni mtu mkubwa, ni mbunge huko Eala. So, mimi niko na heshima na viongozi wenu, that's what I want you to know. Ile hatutaki ile hatutaki ni watu kudanganya ndugu yetu Kalonzo na kumwingiza kwa siasa ya vita na matope na matusi na kisirani. Watu wengi walipewa kazi ikashindikana badala ya kutumia ile nguvu ya serikali kuunganisha taifa la Kenya na kujumuisha Wakenya wote unaanza ubaguzi. Nyinyi amfai hao ndio wanafaa? kwani kuna watu wako na nchi ingine wapi, jameni? Kwanza watu ya ukambani, watu wengi walizaliwa hapa ukambani lakini wanaishi Mombasa, wanaishi Taita Taveta, wanaishi kule Tana River, wanaishi Garissa, wanaishi kila mahali Nairobi, so amwezi kuwa na mambo ya ukabila ya kwa sababu wale ambao wako huko na ni wakamba huko, waliko ni kwao, waishi huko na majirani wao vizuri bila maneno ya ukabila. Kwa hivyo, ama nyinyi mnataka watu ya ukabila huku, mnataka watu ya kisirani huku? So mimi nitaenda nitafute, mkinikubalia, nitafute ndugu yangu mkubwa Stephen Kalonzo Musyoka, nimpigie simu, nimtafute na mimi mukiniangalia hivi, mniangalie vizuri, mimi na ule jamaa wa shares wa kisirani. Mimi na yeye ni nani, anakaa rafiki ya Kalonzo kuliko mwingine? Ni nani anakaa kwa heshima na Kalonzo kuliko mwingine? Ni mimi ama ni mtu ya kisirani? Ni mimi ama ni mtu ya ukabila? Ni mimi ama ni mtu ya matusi? So nitavute Kalonzo tuongee kama mandugu. Unajua is my elder brother I can talk to him anytime. Na hata yeye hakuna siku moja mmesikia ametusi mimi. Wale watu hawaelewi. They don't know. Yes. So watch this space. Ama namna gani, jameni? Wangapi wanasema tutafutane, viongozi wote watafutane, wale wako na nia njema na elimu njema.